Iqrau in shitum qaula llahi azza wa jalla inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu katika imani, awali ya yote, baadaye kumshukuru Allah subhanahu wataala, kutakasa na salamu zimfikie mwalimu wa umma kipenzi cha umma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu bila kusahau kuzihusia nafsi zenu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa taala. Mwanadamu, ili uishi maisha ya falah, maisha ya saada, ni wewe kuishi katika mipaka ya Allah subhanahu wa taala, kwa maana ya kwamba uishi katika taa, katika kumcha Allah subhanahu wa taala. Ndipo wakasema Allah subhanahu wa taala, inna lilmuttaqina mafaza, hakika si vinginevyo watakaofaulu mbele ya Allah subhanahu wa taala si wengine bali ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa taala. Lakini hiyo sifa ya wewe kujipamba na kumcha Allah subhanahu wa taala ni kwamba faida zitakazopatikana hazimwendei mwingine bali zinakurejea wewe mwenyewe. Miongoni mwa faida zitakazopatikana wewe kumcha Allah subhanahu wa taala, kwanza kabisa Allah subhanahu wa taala kukutengenezea mambo yako. Halafu la pili ni Allah subhanahu wa taala, ziko faida nyingi sana, lakini tukirejea katika surati Al Ahzab Allah subhanahu wataala yaqul ya ayuhal ladhina amanu, enye ambao wamejipamba na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wataala ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Allah subhanahu wa taala, kisha baada ya hapo semeni maneno mazuri, maneno ya sawa, maneno ya kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Mtakapojipamba na sifa hiyo kipi mtapata kwa Allah subhanahu wa taala? Allah akasema yuslih lakum a'malakum, Allah atakutengenezeni mambo yenu. Nani kati yetu sisi hahitaji Allah amtengenezee mambo yake? Maisha tunayoishi ni maisha ya dhiki, ima familia zetu hazitaki kunyoka na kuingia katika taa ya Allah subhanahu wa taala, vipato vyetu, biashara zetu zimeyumba, tunahitaji Allah subhanahu wa taala atutengenezee mambo yetu. Ndipo Allah akasema wewe, utakayedumu na toa ya Allah subhanahu wa taala, kitakachokupata wewe ni kwamba Allah atakutengenezea mambo yako. Lakini kubwa zaidi ya hayo akasema Allah subhanahu wa taala, wayaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa taala atakusameheni dhambi zenu. Nani kati yetu hahitaji kupata msamaha wa Allah subhanahu wa taala? Allah akasema wayaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Na yule atakayejipamba na ta akawa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, akajipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika huyu atakuwa amefaulu kufaulu ambako ni kukubwa zaidi, ambako hakuna mfano wake. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya leo itasimama katika unwani inayosema almudawamatu ala almali alsaliha baada Ramadhani, kudumu katika kutenda mema baada ya kuondoka Ramadhani. Wako wengi wetu ambao huenda tulikuwa nao katika Ramadhani, lakini tu baada ya kuiaga Ramadhani ama Ramadhani kuondoka tayari na wao wameanza kuziaga nyumba za Allah subhanahu wa taala. Ni wageni tulikuwa nao sasa wewe, iase nafsi yako na ilazimishe nafsi yako, iambie yule uliokuwa ukimwabudu ndani ya Ramadhani hafi yuhai, na huyo huyo ndo anatakiwa umwabudu maisha yako ya ayuha ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimuna, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala Mcheni Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumcha Allah subhanahu wa taala, na wala yasije akawafika mauti isipokuwa mko katika taa ya Allah subhanahu wa taala. Mumin kama mumin hana ijaza hana likizo katika daa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule uliokuwa ukimwabudu ndani ya Ramadhani ndio huyo, huyo, unatakiwa kumwabudu ndani ya miezi mingine yote iliyobakia. fa rabbu ramadhan huwa rabbu shawwal wa jamii al ashhur, kwa ni mola wa Ramadhani ambaye ulimwitikia kwa kifua mbele, ukajituma katika daa, ukawa ni mwenye kufunga, ukao ni mwenye kusimama visimamo vya usiku, ukawa ni mwenye kutoa sadaka, ukawa ni mwenye kufanya amalu salih mbalimbali, huyo huyo ndio unatakiwa uendelee mabudu hata baada ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa ni wewe kumshukuru Allah subhanahu wa taala, amekuafikisha baada ya ramadhani ukajihisi kwamba bado uko katika taa. Hilo kadhalika inatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala pale alipokutimizia wewe ibada hii ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ulioisha, na baada ya hapo ukaendelea kumtwi Allah subhana wa taala. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa uwe ni mwenye kumshukuru Allah subhana wa Ta'ala, na wala usije ukarejee nyuma ukawa mfano wa yule mwanamke aliyopigiwa mfano katika Quran, katika kitabu cha Allah subhana wa Ta'ala aliposema: na wala msije mkawa kama yule mwanamke ambaye anayefuma anayeshona kitambaa chake ima nguo yake, kisha baada ya kuwa imeshakamilika anaanza kuifumua, ukawa ndo mwenendo wake wa maisha yake yote. Maana yake ni kwamba wewe uliyedumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utakaporejea katika maasi ya tambua, ya kwamba amali zako zile si makubuli mbele ya Allah subhana wa Ta'ala, hazijakubalika kwa sababu, dalili ya kuonyesha kwamba amali yako kwa wewe imekubalika kwa Allah Subhana wa Ta'ala ni wewe kuendeleza taa baada ya taa, ayuhal mu'minun ibadallah. Ramadhan ilivyoingia tuliingia kwa bashasha na furaha, huku tukimwomba Allah subhana wa taala atuafikishe katika toa. Na Ramadhani imeondoka basi inatakiwa tudumu katika toa na huku tukimwomba Allah subhana wa taala atukubalie yale yote ambayo tumedumu nayo kwa taufiki yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Almuminuna sadiqun, waumini ambao ni wakweli wao baada ya Ramadhani wanatakiwa wawe na hofu ya hali ya juu mno. Wanatakiwa wawe na hofu juu ya ile waliyotenda ndani ya Ramadhani, huenda pengine kuna mapungufu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa sifa ya wema waliotangulia. Wao walikuwa kila wanapomaliza amali ambayo ni njema, basi huwa na hofu pia, katika vifuo vyao, katika nyoyo zao. Kwa nini wanakuwa na hofu na ilhali ya kwamba wametenda matendo mazuri? Je, kuna dhambi wamefanya ndani ya Ramadhani? La, Wamefunga, wameswali, wametoa sadaka, wamefanya amalu saleh kathira, lakini pamoja na hivyo bado wana hofu katika nafsi zao huenda yale waliyotenda ndani ya Ramadhani yasikubalike, huenda kukawa kuna mapungufu ndani ya yale waliyotenda, mwisho wa usiku wakajikuta kwamba wanasimama mbele ya Allah subhanahu wa taala na hawana chochote, walikuwa na hofu, alla tukbala amaluhum, ya kwamba matendo yao yakaja yakawa ya ni yenye kuruka patupu, kwa maana ya kwamba yasija yakawa ni yenye kukubalika. Fahum yarjuna Allah, wakawa wao wa ni wenye kumtarajia Allah subhanahu wataala wayasalunahu ay yataqabbala minhum, lakini wakati huo huo wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuwakubalia matendo yao. kana salafu saleh yajitahiduna fi ikmali alamali lsalih wa itmami, wema waliotangulia walikuwa ni wenye jitihada za juu mno katika kufa, kufanya matendo mazuri, lakini pia kuyafanya kwa ukamilifu, kuyatimiza. thumma ba'da dhalik kisha baada ya kuwa wameshaitikia ile dua, wameshamaliza wakawa pia bado yahtamuna bi kabuli, wakawa na ihtimamu ya hali ya juu mno kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuwakubalia amali zao wa hizo walizozifanya, na ndipo wakawa na hofu ya hali ya juu yakhafuna min raddi, wakawa wana hofu ya hali ya juu kwamba amali zao hizi zisije zikawa ni zenye kurejeshwa, wakawa bado ni wenye kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala

wanaotoa vile walivyotoa walivyoruzukiwa na Allah Subhana wa taala, kisha Allah akawaagiza wavitoe katika njia zake za kutafuta ridhaa zake, lakini pia wakao ni wenye kusimamisha ibada mbalimbali mbali, na wakati huo huo wana hofu katika nafsi zao. Allah anasema wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zina hofu annahum ila rabbihim rajiun, ya kwamba wao iko siku watasimamishwa mbele ya mola wao, watarejeshwa kwa mola wao, kisha wakakuta huenda pengine amali zao hazijakubalika. Qalat Aisha, bibi Aisha aliposikia aya hii mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma akasema, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah ahumul ladhina yashrabuna alkhamr, je, hawa ambao wamefanya amal lakini wanaogopa ya kwamba matendo yao siwe ni yenye kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? ahumul ladhina yashrabuna alkhamra, je, ewe mjumbe wa Allah, ni wale wanaokunywa pombe? Wayasriqun, na ni wale ambao wanaoiba? wayaamaluna kadha wa kadha au ni wale ambao wanafanya dhambi mbalimbali. Bibi Aisha anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini wamefanya matendo mazuri lakini bado wanahofu katika nafsi zao kwamba pengine matendo yale yasiwe ni yeye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wasalam, akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la la lala yabna as-siddiq, sio hivyo ulivyofahamu, ewe binti wa Siddiq, yani Aisha, mtoto wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu walakinahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, lakini hao ni watu ambao wanafunga wanaswali wa wana tasaddaq. wahum yakhafuna alla yuqbala minhum a'maluhum, lakini pamoja na yote hayo wana hofu ya kwamba amali zao zisije zikawo ni zenye kukubalika mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Allah akamalizia aya kwa kusema ulaika alladhina yusari'una fil khairat, hakika hao ndio wakweli hawa ndo watu haswa wanaoshindania katika kufanza na kutenda matendo ambayo yaliyokuwa bora ya, ya kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, si kadhia, si wewe kufanya tu, lakini baada ya kufanya natakiwa endelee kumbembeleza Allah subhanahu wa taala akukubalie matendo yako, na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa manabii wa Allah subhanahu wa taala, kadhalika kwa wema wote waliotangulia. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ali bin Abi Talib anatueleza anasema, kunu liqabuli al-amal ashadd ihtimaman min al-amal, kuweni katika kule kukubalika amali yako baada ya kuwa umeshaifanya, jambo hilo liwe lina uzito na la kushughulisha zaidi kuliko hata ile amali yenyewe uliyofanya. Umeifanya, lakini je, imekubalika? Kwa maana yake sasa ni kwamba kule sasa kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala, kunatakiwa kuwa na ehtimamu ya hali ya juu kuliko hata hiyo amali yenyewe uliyosema, alam tasma'u qawla Allah azza wa jal, hivi hamjasikia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amal isipokuwa kwa wale watakao kuwa ni wenye kujipamba na sifa ya attaqwa almuttaqin, kwa maana ya kwamba wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala al-Khattab radiyallahu, ibn ibn al radiyallahu anhu siku moja alimwendea bwana bwana mmoja il hali ana dhiki, ana shida ana taabu anamuomba kwamba mtatulie shida yake Abdullah ibn Umar akamwambia mwanaye, atihi dinaran, chukua dirham dinari moja, kisha mpatie yule mwombaji. Faatahu, na yule mtoto akatekeleza kile alichoagizwa na babake. Falamma ansarafa qala libni, alipoondoka yule mwombaji, yule mwanaye, qala ibnu, yule mwanaye yani mtoto wa Abdullah ibn Umar akasema kumwambia babake, taqabbalallahu minka ya abata Amekukubalia Mola wako ewe baba angu kwa iki kitendo ulichokifanya cha kheri. Faqala, akasema Abdullah Ibn Umar, lau alimtu anna Allah, lau ningelifahamu mimi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala taqabbala minni minni sajdatan wahida. Angalie wema wa waliotangulia anasemaje. Ningelifahamu ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kanikubalia sajida moja tu katika swala tunazosali, sajida moja tu ambayo Allah kanikubalia, au sadakata dirhamin, au kanikubalia sadaka ya dirham moja niliyoitoa, lamyakun ghaibun ahabba ilayya minalmauti, kusingekuwa na kingine cha mbali ninachokisubiria zaidi na nakipenda zaidi katika nafsi yangu zaidi ya mauti. Kwa sababu Allah akinikubalia, kuna nini tena kuisha Allah kisha kukubalia, hakuna jingine wewe ni janna. Kwa hiyo anasema, ningelifahamu ni ya kuwa Allah subhana wa ta'ala kanikubalia mimi sajida moja tu au amali moja, Allah kanikubalia, basi mimi nisingeshughulishwa na jambo lingine, ingelikuwa kwangu kinachopendeza zaidi ni mauti, kwa sababu ukifanya amali ambayo ni njema kisha ukapatwa na mauti, hakika hiyo ni ishara na ni dalili ya wewe kuingia janna, ni dalili ya tiketi ya wewe kuingia janna. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna Allah azza wa jalla, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba 'abdan atakapompenda mja wake istamalahu, basi humtumikisha yule mja wake. Faqalu ay as-sahaba, masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, wa kaifa yastamilu, na namna gani anamtumikisha mjao Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yuwafiqhu liamalin salihin thumma yaqbidu, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamwafikisha mje huyo kutenda amali ambayo ni njema, kisha baada tu ya kumaliza amali ile Allah subhanahu wa ta'ala humchukua mje yu, yule. Na ndipo Abdullah ibn Umar akasema, lau ningelikumbuka au ningelijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kanikubalia dirham moja shilingi moja basi ingelikuwa mimi natamani zaidi mauti, kwa sababu nafahamu ya kwamba hiyo ni dalili ambayo ni njema zaidi. Kisha akamwambia mwanaye, atadiri mimman yataqabbalu Allah, je, wafahamu ya kwamba Allah anawakubalia watu gani? Kisha akamsomea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Maida, akamwambia innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala huwakubalia wacha Mungu. Usipojipamba na sifa ya ucha Mungu, tambua ya kwamba wewe utakuwa umepata hasara. ahiba fa ajallu wa atyab ma yarjuhu almu'min, jambo ambalo ni bora na linalopendeza zaidi kwa mu'min ambalo analitarajia huwa kabulu amali, ni kule kukubalika amali yake. Swala hili linatakiwa likushughulishe sana. fasaluu rabbakum muombeni Mola wenu mlezi wakati wa daatu Ramadhana ayataqabbala minkum salih amalikum. Muombeni Mola wenu na ilhali ya kwamba nyinyi mmeshatoka msheega Ramadhani, Allah subhana wa taala akukubalieni zile amali mlizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa ayaghfira lakum dhunubakum wa yutiqakum minan nar. Lakini pia muombeni Allah subhana wa taala akusameeni dhambi zenu na pia vilevile Allah subhana wa taala awe ni mwenye kukuachilieni huru na moto. Ilamu rahimakumullah, tambueni enyi waja wa Allah subhanahu wa taala, anna almumin as-sadiq, mumini wa kikwelikweli, mumini ambaye ana ikhlas na ana uchamungu ni ana mkweli kwa mola wake, haluhu bada ramadhan. Mumini huyu anatakiwa iwe hali yake baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhan, iwe ana mabadiliko ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba asiingie katika ramadhani alafu ramadhani inaondoka, kisha akawa hana mabadiliko yoyote yale. Bali anatakiwa abadilike, atoke, hali yake isiwe kama vile alivyokuwa kabla ya ramadhani.